Wako. ile unajipanga, kwanza kesho nitakwe, jumapili ijayo nitaenda ibadani, ki unatakiwa utengeneze process yako mwenyewe kwanza, ya kuandaa moyo wako, kuandaa nyumba yako. So natoka mimi naenda kanisani kule, nyumba iko vungu vungu, amzungumzi na, na kanisa la nyumbani uzungumzi na nani na, lakini kufika hapa kanisani Shalom, mwanangu chewa mwana wa Mungu hiyo, yani ni sawa na sifuri. Kanisa lianze nyumbani, sijui mnanielewa. Kanisa lianze nyumbani, ukikaa pale nyumbani kwanza urekebisha ya nyumbani kwako. Unapotengeneza nyumbani kwako, ukatengeneza ya ndani kwako, makwazo hayana budi, lazima yawepo, lakini kama mama kama binti kama kanisa, lazima utengeneze. Ndio maana mwanamke akaambiwa ni jeshi kubwa kwa sasa. Usipotengeneza kwanza nyumbani, ukasema nakimbilia katengeneze kanisani, utaishia kufika kanisani. Kanisani utaserebreti kweli, utashangilia, utafurahi, lakini ukitoka kwenye kile kizingiti cha kanisa, ile furaha yako unaiacha pale pale. Ukirudi nyumbani, sufuria ulipoikuta yuko pale pale kila kitu kiko pale pale, lakini kama ulitengeneza toka mwanzo, unaporudi nyumbani utakuta kila kitu, mambo mengine yananyooka tu bila kupata shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ni zaidi kabisa, mwanamke ni jeshi kubwa. Uwezo wa mwanamke ni mkubwa kati sana katika kanisa. Kanisa hilo linalozungumza ni kanisa hili jengo pamoja na kanisa la nyumbani. Mwanamke ni jeshi kubwa uwezo wa mama au mwanamke huko ndani yake. Mwanamke mwombaji, kuna namna, hata ukimwona tu hivi, kuna mtu mwingine anaweza akamwogopa, kwa sababu hata ukituma silaha zako zile haziwezi kufika kwake. Maana tayari ni ana nguvu ya ndani, yaani tayari ameshamolewa, hana wasiwasi wewe utarusha silaha zako zitaishia tu pale pale, lakini kwa sababu yeye ni jeshi na amesimama. Kama mnavyojua jeshi, jeshi halina mbambana, ni silaha wow, wao haogopi ni jambo lolote ile. Wao wow, haogopi. Lete silaha zako, naye anatoa za kwake, tunapigana. Sasa mwanamke akitoa silaha zake, inakuwa kipengele kikubwa. Uwezo wa mwanamke hauonekani kwa nje. Uwezo wa mwanamke huo huko kwa ndani ni tofauti na mwanaume. Wanaume uwezo wao unaweza kumuona mwanaume, ili ni pande la baba lina six pack, au mwanaume huyo akisimama hapa wamaweza kuona kabisa, anapiga hili hapa. Mwanamke upigaji wake uko kama mwanaume? Yaani uwezo wa mwanaume na mwanamke ni tofauti, hata muonekano ni tofauti. Kuna mwanaume mwingine kweli unaliona ni pande la baba limejaa mwili mkubwa, lakini ukimkata tu kamta matupa anadondoka, tofauti na mwanamke unaweza ka, ukaona ni mwanamke tu. Mfano unaweza kachukulia ni mdogo mdogo tumchokoze kwenye kwenye swala la maombi mmenielewa, eh? Ukimchokoza yeye hata kupiga ngumi hata kutukana atanyamaza kimya, ila akienda sehemu yake ile, akasimama kama yule mwanamke mwenyewe, atakupiga kipigo ambacho haujawahi kuona. Hiyo inaitwa nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, kuliombea kanisa kama mwanamke. Yani wa mama, tunatakiwa tuombee sana kanisa. Wamama tunatakiwa kuombea kanisa. Kanisa limeporomoka, kanisa linaangamia, kanisa limeenda kubaya, yaani hatusimami tena upande ule wa kanisa. Mambo yamekuwa ni mengi, mambo yamekuwa ni yaovu. Wamama tumehama kwenye nafasi zetu, wamama tusimami tena kwenye nafasi zetu, kama wamama tumekuwa wamama yani unaweza kukutana na mwanamke ndio, hao wengine wameshakuwa nao ni wanaume. Wanaisema, wakati mwingine wanawake wamebaki themanini, mwanaume amebaki thelathini. Hebu fikiria, kichwa cha familia kimekuwa ni mwanamke, lakini mwanamke ni mwanamke tu. hata mfanye nini mwanamke atabaki kuwa mwanamke. wa mama tusimame kwenye nafasi zetu Amen. Isoma Yeremia 9 mstari wa kumi na saba hadi kumi na nane inasema Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini nini, mkawaite wanawake waombolezao ili waje, mkatume ni kuwaita wanawake wenye ustadi ili waje na wafanye haraka kutuombolezea ili macho yetu yachunguzike na kope zetu zigudujikwe machozi. Kwa nini kuomboleza? Kwa nini? Mungu hajui kama sisi tunahitaji tuna gani? Mungu anajua kabisa tunahitaji gani, lakini tusiposimama kwenye nafasi zetu, atajuaje kama wewe saa hii unahitaji mkate ama saa hii unahitaji kitu gani? kwa tusiposimama kwenye zile nafasi zetu Mungu atanyamaza kimya. Tusimame kwenye nafasi zetu ili Mungu aweze kuzungumza na sisi. Sasa wamama wa leo, kope iko hapa, muda wa kulia, hata uone ukilia ile kope inatoka una, unakuta mtu analia sasa ujue ile kulia kiroho huwa ina inakuja tu, hata unyamazisho vipi, unakuta bado machozi yanatiririka, yaani unabubujika ndani yako, na uweze kulia kiroho, ukaweza kufuta hata akufute nani, yale yanaendelea kutiririka mpaka pale Roho Mtakatifu atakosema hapa sasa inatosha. Ndio ile hali inatulia. Kwa wanawake tukisimama kwenye nafasi zetu hakika tutaingia kwenye kuongoleza, tutaingia kwenye nafasi zetu, tutasimama imara kwenye nafasi ambayo mwanamke amewekewa. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Hiyo ni Methali kumi <coughs> na nne mstari wa kwanza. Kwa nini wanawake ndio wanaobomoa nyumba na isiwe ni wanaume wanabomoa nyumba? Hapo aliandikwa mwanamke kwa sababu mwanamke ndio mjenzi wa familia, mwanamke ndio mjenzi wa, wa, nchi ya, wa taifa kwa sababu wanawake walipewa kazi hiyo toka kuumbwa kwa ulimwengu. Ndio maana hata ukiangalia wale wanafunzi wa Yesu kulikuwa hamna mwanamke. Sio kama mwanamke alikuwa fa..., yani Yesu alikuwa fatali na wanawake, walikuwa wanawake walikuwa wengi kusema hawakuandikwa, kwa sababu majukumu ya wanawake yalikuwa mengi. Sasa wangeandika pale, hata ile Biblia isingeweza kutoshea. Kama mtakumbuka vizuri, pale Yesu alipowalisha ile mikate na samaki, wanaume walikuwa elfu tano. Can you imagine, wanaume ni elfu tano wanawake walikuwa elfu ngapi? Hapa saizi kihesabu wa baba akumwangale na wamama sasa, piga mara elfu tano, walikuwa ni watu kiasi gani? Kwa hiyo wanawake Yesu ingechagua e, singeona ni yupe amchague yupe amwache. Wanagaizio walikuwa anashika nafasi zao kweli kweli. Sasa fikiria akamchagua messi akamwacha hephe akamchukua Maria. Unakuta Maria anafanya vizuri kuliko Messi, Messi anafanya vizuri kuliko Maria, ni kiasi kwamba kaona a a, hapa bora tumchukue vichwa hivi, hiki kiwiliwili kiendelee kufanya kazi zingine. Kwa hiyo ndio maana hata unakuta pale mambo yalienda huko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mgeni kwenye mambo hapo, do msishangae nitakapokosea, twende sawa <laughs> Jeshi la wanawake, kumbuka, jeshi lina uwezo wa kujenga kitu kwa haraka na kwa pamoja, pia lina uwezo huo huo, huo wa kuvunja na kubomoa kwa muda mfupi sana. Mwanamke au binti, mabinti wa sasa hivi walipo, binti anataka mwanaume ambaye tayari ana gorofa, ana gari, ana kazi nzuri, hataki kwenda kuanza Mama zetu walikutana labda na boyfriend, labda kwenye daladala au whatever, wakaanza kwenye box, wakaenda atua kwa atua mpaka wakafika mahali walipofika kwa magari mm, na orofa hivyo. Lakini sisi au watoto wetu wa sasa hivi hawataki. Ni kweli kweli, ongea mama, ongea <laughs> kwa kweli hiyo imekuwa ni shida. Binti hataki mwanaume wa ovyo ovyo. Mwanaume mzuri unamtengeneza mwenyewe, ukianza naye chini, hata kama uko mbele, atakuja atabadilika. Hata badilika tu pa kuna nafasi yako unakuwa umeiacha, shetani akaingia, akafanya kazi yake. Wamama na wadada, mpo simameni kwenye sitaki vile ambavyo vimeshaangaliwa, tengeneza ka mtu kako <laughs> katengeneze, unachukua yaani, ka mtu kako kamekaa vile unavyojua, katengeneze, unakaunda mwenyewe vile unavyotaka. Inawezekana uongo kweli kwe? Inawezekana kwa tengeneza mwenyewe. Vijana wengi wanapitia magumu kwa sababu, wakati mwingine anataka achague, anataka binti mzuri mrembo. Ni kweli baba, urembo unagharamiwa <laughs> urembo ni gharama, binti vizuri ni gharama. Kwa usiposimama kwenye nafasi yako, utakuta umepotea. Mwanamke ambaye ni jeshi ndiye hasa anaweza kujenga nyumba yake muda mfupi, na watu wakabaki wanashangaa. Hiyo yote watu watakushangaa ikiwa una nguvu ya maombi, ukiwa una neno la Mungu ndani yako. Lakini kama wewe tu unataka uamke asubuhi, utoke hapa, labda uende viwanja fulani, ukutane na Bwana mwenye gari, utaishia tu kupewa hela kadhaa, laki la kivili za siku mbili tatu, maisha yataenda, uta utachezewa, utaachwa pale pale, au mwisho wa siku utaishia kutembea na baba zako, utaishia kutembea na waume za watu, ila mume kamili kutompata. Bwana asifiwe. Amina. Tusipotumia nafasi zetu kwa kweli tutazidi kupotea, tunaangamia taifa hili. Hatuna yani kizazi cha sasa hivi, hakuna kanisa zima hapa, hamna mtu aliyezaa watoto watano, na hakuna anayeweza kuzaa watoto watano kwa sasa. Wazazi wetu ni mama yangu alizaa watoto nane. Leo hii nasema <coughs> watoto nane, haiwezekani. Ile simama hapa na mtoto huyu Hebu niambie kizazi kitakwenda? Jicho langu linamtazama yeye, Mungu anamtazama yeye, wachawi nao kule. Yaani kila jicho li, ili lakini mama wangu alizaa watoto nane, amuone kama hata mimi, mimi sio kama mimi ni mkamilifu, mimi mwenyewe ndio hivyo tena, nishaanguka na uzee ushafika mwisho, sina namna una wengine kulingana na tatizo uweze kuzaa watoto wengi, hakuna jinsi yes, au kupata wa kuzaa naye, sasa hakuna namna. Kwa hiyo hapo nakusii tu, sio kwamba nimekwambia kazae na mume wa mtu auzae watoto wengi, hapana. Bado neno langu liko pale pale, simama kwenye nafasi yako, tengeneza ka mtu kako, tengeneza naye maisha, anza naye, inawezekana. Usikate tamaa ah. Sasa wale wenzangu wao wow, ah, ah, angalia wewe, moyo wako unasemaje? Nikimwombea huyu atasimama je? Naweza kuenda naye je? Roho Mtakatifu umeniamuru kweli nitembee na huyu au bado nitaanguka? Ile nafasi yako ikisimama tu kwa kila ah, kitu kitakwenda sawa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke ama binti akikaa kwenye nafasi yake, muogope sana. Kwa nini? Yamuogope sana, mwanamke akikaa kwenye nafasi yake, hasa kwenye maombi. Tuna uwezo wa kuomba usiku huu mmoja tu, na asubuhi tukafunga tulubayi usiku mmoja tu, ukamwambia Mungu mimi ninakutumikia kwa namna hii na hii, ninakuomba kwenye hili, ikiwa ni haki yako. Sio kwamba wewe ukatu huko sama ngoja mkaongee na Mungu akafanye hili, hapana. Nafasi yako ukiwa umeisimamia vizuri, kwa kweli hilo linawezekana. Kwao wamama, tujitahidi kusimama kwenye nafasi zetu. Mabinti simame kwenye nafasi zenu napoteza nguvu nyingi sana kwa kuangaika huku na huku, kwa kutafuta miujiza. Hatutaki kutumia nguvu iliyoko ndani yetu, hatutaki kutumia nguvu kufanya kazi, hatutaki kutumia nguvu kufanya kile tulichoagiziwa. Wakati mwingine unakuta mama anaangaika tu, anaenda leo anatafuta muujiza huyu, kesho anatafuta muujiza ule Mwisho wa siku hata ile muujiza yenyewe inakataa, yaani yenyewe inagombana sasa, kwa sababu haujui unataka nini, yaani ni upi sasa asimame? Kila siku wewe unataka muujiza u, kesho unataka muujiza. Sasa hata yenyewe inakuta haina nguvu, ifanye nini? Mama ama binti, unasimama vipi kwenye nafasi yako? Je, yeah, unajiangalia kwanza wewe? Je, yeah, mimi yeah, ni yule mwanamke ninayepaswa kuwa hili nilivyo? Unajifahamu vizuri? Je, ni mwanamke yule wewe unataka uwe? Je, yeah, watoto wako ama binti zako wanaweza kukopi na tabia yako? Hebu hapa jiulize tu no. Na ubadilike leo. Unyenyekevu no? Mara nyingi tunanyenyekea kanisani Shalom baba, shalom mama. Nikifika nyumbani ima, aliyematusimama naye utaogopa, mama anaruka na toto. Unajiuliza, huyu kule kanisani, huyu ndo yule kweli? Kwa hiyo wakati mwingine nafasi zetu tumezitupa, hebu leo wa mama tubadilike kifika mahali tujue nafasi zetu. Wamama wengi tumekuwa wachafu mama. Wa mama anaamka asubuhi, anatoka kitandani hata kujimwagia maji jimwagii, anachukua mdera wake ule wa jana, mbio anawahi kwenye mkoba. Ukikutana na wenzako unaona tu wenzako sangia, ukiona watu wanafanya fanya hivi, unjue kuna harufu amesikia. Yaani wao wewe ukikutana na wenzako mm -hmm. unaona watu wamefanya hivi, unjue kuna kitu amesikia, sasa anajaribu kukifuta. Ni wewe umeingia. Hebu <laughs> leo ukifika nyumbani, badilisheni zile staili za mtanda. Kama kibofu kinakaaga hivi, kibadilishe kiwe hivi. Unapotoka kwenye ibada fulani, leo nimebarikiwa sana. Ukifika nyumbani, badilisha kila kitu, badilisha yale futa za kufuta upya, badilisha mkao wa kitanda. Tusipokee tu kanisani, tukifika nyumbani zile baraka <coughs> nyumbani. Yaani, baraka nyingi tunazo kwenye ile stairs, ukishuka kile ya kwanza tu wanaziacha pale pale, furaha wanaiacha hapa hapa kanisani, akirudi nyumbani mambo ni yale yale. Baba anatoka nyumbani na gari yake, mama anatoka na gari yake, hakuna la wamelala, kitanda kimoja, hamna anamwambia mwenzake habari ya asubuhi. Hebu mama, shuka mama, kuwa chini, hautakufa, hautaonekana mjinga. Ukisimama kwenye nafasi yako kama mama, utashangaa tu yeye yule baba mwenye atabadilika, atabadilika atabadilika. Kuna wababa wengine kweli ni wakorofi, lakini tunaweza kushusha ule ukorofi na kuuondoa kwa sababu nguvu hiyo iko ndani yetu, uwezo huo tunao, yaani nafasi hiyo ni ya kwetu, ya kumbadilisha baba alokuwa waovyo na kuonekana baba wa heshima. Bwana Yesu asifiwe, amen. Usikate tamaa. Amekuwa mlevi tayari, umeshamchagua Hakikisha ule ulevi unaumaliza una wewe. So baba amerudi basi, kwa sababu amelewa amejitapikia. Ah Bwana, sigu si mlevi mimi, nimeokoka hapana, mabadiliko haya hapana, hata kunywa pombe inawezekana. Huku mkuta anakunywa pombe, kuna sababu iliyomfanya kanywa pombe. Kama sio wewe, ni mwingine we aliyosababisha, basi ile nafasi, ile njia iliyoingia pale umeirekebisha ili aache ile namna, na hawezi kuiacha tu ukasema leo, naomba leo, na uhakika hata kunywa tena pombe sio rahisi. Ukubwa wa Mungu ni mkubwa kweli, lakini ukiuendea kwa bara uta yaani uta ufikia, utaishia tu kusema ah, mimi nimeokoka basi, mungu wangu aliokoka mimi nini, nini, bwana atajua mimi na maisha yake, mimi na maisha yangu. Hapana, utalaumiwa yule ni wa kwako, nafasi ni ya kwako. Mabinti, ni niyakwake mabinti, saa nyingine unakuta labda mwanaume anayemwaprochi ni mlevi. Sasa mimi ni mpoa. Sasa kweli huyu mlevi ntamuweza? Hapana, ndio ule uliopewa, unatakiwa mbadilishe kutoka kwenye ulevi halikuwa mtu mwingine kumbadilisha kutoka kiwango hiki kuingia kiwango kingine. Kama amekuja ni wakwapo, piga goti, mwambie Mungu, kweli mimi ndo umenipa huyu huyu mtu? Ikiwa ni wakwapo, utashangaa bado ameng'ang'ana pale pale pamoja na ulevi wake. Wewe ndo unatakiwa kubadilisha, kumtoa pale alipo na kumwingiza sehemu iliyo sahihi. Bwana Yesu yeah. Asifiwe. Wamama tumekuwa na kamdomo kamdomo, wamama tumejia, wamama tuna kamdomo. Kwa kweli, tupunguze, punguzeni kamdomo, punguzeni kamdomo, na mimi nimo, sio kwamba mimi sio kwa mama, na mimi mna kamdomo, tupunguze. Wakati mwingine kuna baba unamkuta yuko ba mpaka saa saba usiku, sometime atakome kakatu akifikiria ile flash ya kule nyumbani ikifunguliwa <laughs> <laughs> aizini, anaona ni bora nitakaa hapa ba mpaka saa nane usiku, nikifika tayari ile flash imeshaisha muda wake, nanijenereta nimepumzika. Sisi ndio tunaosababisha wakati mwingine wale wababa kuwa vile, kwa sababu mwanzo wanaenda kweli hani gomba nakunywa m maji anachosha raivami, mwisho wa siku anakuwa mlevi kabisa. Womenang'ana sasa, umetoka kanisa la The Living Glory, mwisho wa siku e mishwasikuli alina upako, mwisho wa siku najikuta mpaka Arusha <laughs> unatafuta upako wakati upako umeuasha nyumbani kwako, na yote hiyo ni mdomo. Tupunguze na mdomo ili tuweze kwenda sawa. Mambo mengine ni madogo tu, yaani kuna wakati mwingine utaki kutumia nguvu kurejesha jambo lako kukaa sawa, yaani kuna wakati mwingine ni maneno machache tu. Ni vitu yaani akili yako tu ikaweza kutengeneza ile neno unakuta mambo mengine yameshakwenda sawa bila hata kuhangaika. Bwana Yesu asifiwe.